Kwa hivyo wa Kenya hata si Ruto ni hawa ma MPs. They are the people who are enjoying our sweat. An MP ako na salary kubwa sana. An MP ako na sitting allowance. Mbona apewe sitting allowance na ako na salary? An MP ako na entertainment allowance. An MP ako na travel allowance. An MP ako na health insurance. And hizi zote ni kwa minajili ya Mkenya na taksi zake ziko juu yake, hamna. Unaona, hawa viongozi wanatudanganya. Sahii wanatuambia twende sabasaba. Ukiangalia mbunge yoyote ama mheshimiwa yoyote, atatoka nje kwenda maandamano, ako na bodyguards nyuma yake. Hata Maxi nikitoka anavalishwa, wewe ni nani anakubodyguard? Tunabebwa ujinga na hawa viongozi. Viongozi wakienda maandamano wako na bausa na wako mpaka na security ambao wanapewa na serikali, wakati wanaenda maandamano. Jiulize wewe, security yako ni nani? Kwa sababu polisi ambaye anapaswa kukulinda ashapewa masharti ya kwamba kupiga risasi, halafu wewe hapa unasema Ruto must go. Yes, We are a country ruled by constitution. What does our constitution say? Ruto should resign. Amekata ku resign. What is the alternative way? Impeachment. Mbunge mgani amepeleka mswada ya ku impeach Ruto. Hamna. Because those are the provision of our constitution. Maandamano ni kupeleka tetesi zetu. It is a way of representing or presenting our grievances. It is not a way of removing a leader from a seat. Tumeandamana ya kwamba hiyo inafaa ifikia wabunge wa Kenya, hii ya kwamba wananchi wamechoka. Let them do an all the honorable job.

Now who is taking him home? Na Ruto aliwauliza, nasikia watu walisema Ruto, Ruto meant this. Ya kwamba you are saying I must go.